Karibu tuzungumze kuhusiana na elimu ya uwekezaji kwenye bondi ama hati fungani, wengi wamekuwa wakifahamu hivyo, na tupo hapa kwa ajili ya kufanya mjadala ili uweze kupata pia uelewa juu ya hili na tumetembelewa na Ephraim Madembwe ambaye ni mchambuzi wa masuala ya fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania, BoT, lakini yupo pia Medadi Limbe ambaye ni mchumi na tutazungumza hili, na utapata ufahamu wa kutosha kuhusiana hili, na pengine baada ya hapa utafanya maamuzi mazuri zaidi kuhusiana na hati fungani. Karibuni sana, asante. Okay, eh, sana Hilda. awali tulikuwa mm -hmm. tunazungumza hapa, yeah, tushazoea kwenye maisha ya kawaida bwana, uh, naweka bondi Nipatie kiasi fulani. Nafikiri tuanze kupata uh, tafsiri ya bondi. Nini maana ya bondi? Karibu sana, Ephraim. Ya asante, nashukuru sana eh, nawashukuru Azam Media kwa nafasi hii ambayo mmetupatia tena ili tuweze kufikisha ujumbe wa kuwahabarisha Watanzania uh, namna ya kuja kuwekeza kwenye hizi dhamana za serikali. Sasa tunavyosema dhamana za serikali, tunamaanisha ni nyenzo ambayo serikali inatumia kukopa kutoka kwenye soko lake la ndani. Msingi wake mkubwa unaanzia kwenye eh, makadirio ya mapato na matumizi ya nchi kwa maana ya, ya budget kule kwenye budget ndio tunapata sasa kiasi cha nakisi ambayo eh, serikali inatakiwa itafuta rasilimali fedha. Kwa hiyo kwa kifupi tunavyosema uh, dhamana za serikali ambapo ndani yake kuna treasury bond na treasury bills maanake tunamaanisha kwamba ni serikali inakopa kutoka kwenye soko lake la ndani mm -hmm. Na kupata pesa ya kufidia hiyo na kisi. Kwa, kwa kifupi ni hivyo tunavyosema mm -hmm. Uh, bondi mm -hmm. Sasa mm -hmm. Na uh, kuna aina mbalimbali mbali za bond ni zipi hasa na zikoje? yeah, okay. Tunavyozungumzia bond kwa maana ya hati fungani tunamaanisha kwamba kuna hati fungani ambayo inatolewa na serikali kama njia ambayo serikali inatumia kupata rasilimali fedha kufidia nakisi ya bajeti, lakini pia kuna hati fungani ambazo zinatolewa na mashirika na makampuni, ikiwa ni njia pia ya kutafuta e, ukwasi. Kwa mfano kama unaweza ukaona kuna benki zinatoa hati fungani yenye dhima ya kusaidia zile benki kupata e, ukwasi kwa hiyo ziko eh, hati fungani za aina mbili. Kuna hii ambayo sisi tunaizungumzia leo ambayo inatolewa na serikali, lakini kuna hati fungani za, za, za, za mashirika na fikiri, kwa kwa maana ya swali lako pengine ni kujua tu kwamba tunapozungumzia eh, hii hati fungani inakuwa imegawanyika kwenye vipindi tofauti tofauti, na yenyewe ni kwamba serikali inachukua pesa katika na kukana hiyo pesa katika kipindi kinachozidi e, mwaka mmoja. Kwa hiyo ziko za vipindi tofauti tofauti mm -hmm, na zinalipa gaio tofauti tofauti kuna miaka miwili, mitano, saba, kumi, kumi mm -hmm. na tano yeah, mm -hmm. ishirini na ishirini na tano. Hapa inaelezwa kwamba kuna hati fungani za muda mrefu na za muda mfupi hapa tofauti na upekee uko kwenye hili yeah. Sasa hiyo yote kwa ujumla wake sisi tunasema ni tunaita ni dhamana za serikali Kwao hizi dhamana za serikali zimegawanyika kwenye, ziko za aina mbili, kwa kuna dhamana za serikali za muda mfupi ambazo kwa Kiingereza inaitwa treasury bills kama watepeza, na hizi ni kwamba serikali inachukua pesa kutoka kwa umma, kukaa nazo hizo pesa katika kipindi ambacho hakizidi mwaka mmoja, kwa hiyo zenyewe ni za muda mfupi kwa hiyo kwa haraka haraka ziko za siku 35, siku 91, siku, siku 182 na siku 364. Na hizo na sote tunajua kwamba serikali kwenye e, matumizi yake ya kila siku kuna matumizi yale ya kawaida ambayo inalipa mishahara kwa watumishi wa umma, kuendesha hiyo vyombo vya usafiri vya serikali, kulipa umeme, tunaita recurrent expenditure, matumizi ya kawaida. Lakini kwa upande mwingine, serikali huwa ina matumizi ya maendeleo ambapo tu, ndio zile ile ya upande mwingine dhamana serikali ya muda mrefu, ambayo ndio hiyo inaitwa hati fungani, ambapo serikali inachukua pesa na kukaa nayo katika kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja. Kwa hiyo yenyewe ndio hiyo sasa ndo, kama nilivyosema miaka miwili miaka mitano saba na mpaka miaka ishirini na tano. Sasa Medadi eh, kwa upande wako kama hmm, mchumi, hizi dhamana eh, hizi hatifungani zina mchango gani kwenye uchumi wa mtu mmoja mmoja la taifa kwa ujumla wake. Nashukuru ndugu mtangazaji, kwa upande wa ntaanza na faida kwa taifa. Kwa upande wa taifa kama alivyoelezea ndugu yangu Ephraim Madembwe, zinachangia katika utekelezaji wa bajeti ya serikali, kwa sababu serikali kila mwaka inakuwa na mpango wa mapato na matumizi yake, na inapokuwa na nakisi kwenye mapato yake inaweka mpango wa kukopa kwenye soko la ndani, hivyo basi wananchi wenyewe kama ni Watanzania wanakuwa wanasaidia wanaweka mchango katika kuleta maendeleo ya nchi katika matumizi ya kawaida ya serikali, na hususan zaidi hizo za muda mrefu kwenye miradi ya muda mrefu kama vile SGR, miradi na miradi mingine mingi inachangiwa na hizi hati fungani za muda mrefu. Unapokuja kwa mtu mmoja mmoja, sasa ule uwekezaji unakusaidia kupata faida, kwa sababu unakuwa umewekeza fedha, wanasema kwenye uwekezaji ambao una hatari ndogo sana ya kupata hasara mm. Kwa kitaalamu risk free instruments hizi, kwa sababu ni zinatolewa na serikali na serikali kama tunavyojua haiwezi ku, ku default au haiwezi kutokulipa hilo deni, lazima itakudishia hela yako. Hivyo basi ni uwekezaji mzuri na uhakika ambao mtu anaweza kawekeza hela kwa muda mrefu na akawa anaendelea kupata cash flow nzuri bila kuhofia kwamba atapata hasara au chochote mm. Yes. Kwa, kwa mtu ambaye uelewa wake wa fedha na mambo pia ya uchumi ni wa kawaida ni aina gani ya bond ambayo anashauriwa zaidi katika kuwekeza? Um, kwa mtu ambaye uelewa wake ni wa kawaida, bondi za muda mrefu ni uwekezaji mzuri. Hmm. Kwa sababu bondi za muda mrefu zilivyo, ukisha mkopesha serikali ile fedha, yeye anakuwa anakupa gawio kila baada ya miezi sita, na hilo gawio, hiyo gawio linahesabiwa kwa riba ya mwaka mmoja na wanaigawa mara mbili kwa miezi sita sita kwa huyu mtu ataendelea kupata fedha kila baada ya miezi sita, ambayo anaweza akafanyia matumizi mengine. Ni kama anakuwa ameweka sehemu fedha mm -hmm. afu inakuwa inampa gawio kila baada ya kila baada ya miezi sita na, mm -hmm. na ule muda wa bondi utakapokamilika wanasema upon maturity, bondi kishaiva mm -hmm. unarudishiwa hela yako yote kama ilivyokuwa thamani halisi ya bondi yako. kwa ni kama umeweka fedha lakini inajizalisha kabisa, na bado unajizalisha na bado muda ukimalizika utarudishiwa fedha yako unaweza kufanya mambo mengine. Kwa ni uwekezaji mzuri sana kwa mtu ambaye let's say, hana muda wa kwenda kufanya biashara hana muda wa kwenda kuangaika mtaani kufanya biashara, kuwekeza kwenye vitu kama viwanja au ardhi. ni uwekezaji mzuri sana unaona, wa muda mrefu. mm -hmm. Ephraim. yes. sasa katika huu uwekezaji mm -hmm. uh, angalau kwa uelewa kiwango cha chini kabisa ambacho mtu anaweza sasa akasema kwa, kwa hichi ambacho ninacho naweza nikaanza kuwekeza uh, kwa bond, na kushukuru yeah, kwenye uwekezaji huu ule uwekezaji wa muda mfupi ambapo tunasema zile dhamana za serikali za muda mfupi, kima cha chini cha kuwekeza ni kuanzia shilingi laki tano za Kitanzania. Kwa maana kwamba Mtanzania yoyote mwenye kiwango cha kuanzia laki tano hmm, ana uwezo wa kuwekeza kwenye dhamana ya serikali ya muda mfupi. Lakini kwa upande mwingine, kwenye dhamana ya serikali ya muda mrefu ambayo ndio hati fungani, Mtanzania yote mwenye kiasi kinachoanzia shilingi za Kitanzania milioni moja ana uwezo wa kuja kuwekeza kwenye hizi hati fungani za serikali. Na anaanzia wapi pia hmm, katika uwekezaji? Yeah, sahihi kabisa. Kwenye kuwekeza tunasema Tanzania yote ana uwezo wa kuwekeza, lakini kwenye kuwekeza sio lazima kwamba eti utatafuta matawi ya Benki Kuu, hmm, yalipo kwenye nchi yetu. Hapana, utawekeza kwa kupitia uh, benki zetu za biashara ambazo zinasimamiwa na Benki Kuu kwa hiyo e, yoyote taasisi ya kifedha ambayo ina jina la benki ina, ina, ina, ina, ina uwezo wa kumwezesha mtanzania kuwekeza na tunaona benki zime, ziko jirani kabisa na wananchi kila sehemu, sasa hivi kuna tawi la benki. Kwa hiyo mtanzania hana haja ya kufikiri kwamba ni lazima aende e, benki kuu. Hapana, utaenda kwenye hizo benki za biashara, lakini kwa upande mwingine pia kuna hawa mawakala wa soko la hisa la Dar es Salaam kwa hiyo ni hivyo tu, Tanzania anachagua mwenyewe anataka kupitia mlango upi wa mabenki au wa mawakala wa soko la hisa la Dar es Salaam. kuna mm -hmm. Muda mwafaka ambao inatangazwa sasa kwamba mnaweza mkawekeza katika kipindi fulani au wakati wowote mtu anaweza akafanya hivyo. Sawa kabisa kwenye kama ambavyo tumeona kwamba serikali kwa maana kupitia wizara ya fedha imekwisha kutoa bajeti yake ambayo inaendelea kujadiliwa bungeni. uhum. Sasa kutoka kwenye ile bajeti sisi mm. kwa maana ya benki kuu kama wakala wa kuuza hizi dhamana za serikali tunakuwa tumeshapewa ule mpango wa kiasi ambacho sisi tutakichukua kutoka kwenye, kwenye umma. Na hapa ni vizuri pia nikasema na hata mchumi ataniunga mkono kwamba tunasema uwekezaji wa kwenye hizi dhamana za serikali kwa maana ya ya hatifungani na hiyo treasury bills hmm, kwamba pamoja na kwamba tunaziona ziko faida kubwa, lakini sisi bado tunasisitiza uwekezaji huu usiathiri shughuli nyingine za kiuchumi, kwa maana kwamba kama ni ufugaji u kwenye real estate zote ziendelee, kwa utaona kwamba kwenye ile budget frame sisi tuna sehemu yetu ambayo tumewekewa na serikali. Sasa tukishaipata ile eh, figure ambayo sisi tunatakiwa tutafute kufidia hiyo nakisi tunaitafsiri kwenye mwaka mzima wa fedha unaokuja mm. kwa tunaigawanya ile kiasi tulichopewa kwa wiki hamsini na mbili kwenye haya masoko ya kuuza hizo dhamana za serikali. Yako masoko ya aina mbili, soko la kwanza tunasema ni soko la awali ambapo benki kuu inauza kwa mara ya kwanza, na benki kuu sisi tunauza kila Jumatano ya kila wiki kwa hiyo tuki, tuki, wiki ijayo nafikiri tutatoa tuta ule mpango wao tunatoa mpango ambao naitwa ni kalenda hiyo sasa mm -hmm. tunatafsiri hizo wiki eh, hamsini na mbili kuona kwamba siku hii tuuze treasury bills siku hii tuuze bondi ya miaka miwili mpaka ile ya miaka ishirini na tano kwa hiyo tukiipata ile pale tuna tunai, utaarifu umma kwa hiyo umma utapata taarifa kwa kupitia hiyo kalenda lakini pia ufuatiwa na wito eh, maalum ambayo tunaita call for tender. Kwa hiyo kila Ijumaa uh, huwa tunatoa hiyo call for tender, ambayo sasa tunaonyesha zile terms kwa maana ya serikali inahitaji kiasi gani na itakuwa mm. ita inalipa au magawio kwenye hiyo kila nusu mwaka, tarehe ipi na tarehe ipi kao mm. tunakuwa tumeitafsiri pale, lakini, lakini pia kwa upande mwingine kuna soko la upili kwamba ukinunua hii hati fungani wakati inauzwa na, na serikali kwa mara ya kwanza mm. Moja kati ya faida ambazo wakati mwenzangu Medad anaziainisha, kuna faida tunasema, ukiwekeza kwenye hati fungani ya miaka 25 mathalan mm. Alafu wewe ni mstaafu na miaka 60, kwa hiyo maana itaiva ukiwa na miaka 85. Kwa haraka haraka unaweza kufikiri kwamba kwenye life expectancy pengine uwezi kufika labda pengine mm. au Mungu akikujalia ukafika. So tunachosema ni kwamba wala usisite, kama una miaka 60 ni mstaafu na unataka kuwekeza kwenye hati fungani, ukija kwa sisi tutakwambia bwana, wewe wekeza kwenye hii ya miaka uh, 25 kwa sababu inalipa gawio kubwa. Mathalani kwenye hizi tulizoziuza juzi inalipa gawio la asilimia 15.75. mm. So unaweza ukaiona kile ambacho umewekeza mm -hmm. kwa hiyo unawekeza, lakini unao uhuru wa kutoka hiyo ndio faida yake kubwa, kwamba una uwezo wa kutoka. Sasa wakati utatokea wapi? Wakati wote unatoka mm. Tunauza Jumatano, Ijumaa, unaweza ukaiuza uka, kwa sababu tayari tunakuwa tumeisajili kwenye soko la hisa la Dar es Salaam mm. Kwa kule kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, maanake ni kwamba ni, ni wale waliowekeza wanabadilishana, kwa sababu mm. Awali serikali ilipata hiyo pesa ikaitumia kwenye ku support shughuli zake za, za, za kila siku mm. Kwa hiyo E, kutokea hapo sasa kuna kama ninavyosema kwamba tumepewa kiasi ambacho sisi benki kuu ndio tunawajibika kukitafuta kwa kuuza hizi hati fungani. Mfano unaweza kukuta kwenye mnada mmoja e, kama huu mnada uliotokea tare, saba mwezi wa tano, serikali kwa nataka kama bilioni mia mbili sabini na mbili lakini tulipata subscription ya bilioni takriban mia tisa So unaweza ukaona kwamba kwa, kwa hiyo maana kama serikali imetafuta bilioni mia mbili sabini na mbili mm. Alafu tumepata ofa ya Watanzania kwenye bilioni mia tisa na kitu, maanake namaana kumbe kuna bilioni takriban kama mia saba zitarudi kwenye soko, lakini zilikuwa na watu wanaohitaji kununua hii dhamana za serikali. Kwa hiyo hawa wengine walionunua kwenye soko la awali wanakuwa, una, unakuwa na motive mbili. Kuna mtu mwingine ananunua ili mm. aende akaiuze kwenye soko la upili lakini kuna mwingine ananunua ili kusudi aendelee kupata yale magawio katika kipindi hicho cha miaka 25. mm -hmm, na, na hicho kinachozidi ni inakuwa faida ama mnaiweka kwenye kundi gani? na yule ambaye aliwekeza mm -hmm. ana nafasi gani kwenye hicho ambacho kimezidi, ja yule aliwekeza? of course tukizungumza katika katika namna hiyo ndio maana unaweza kuona kwamba sasa kama serikali inatafuta let's say kwenye mwaka wa fedha kama ule tunao tunao kwenda tutatakiwa kutafuta uh, trilioni 66 trilioni sasa katika trilioni sita nukta mbili maanake haina maana kwamba tutakuwa tuna limi. limiti yetu ya kuchukua ni trilioni sita nukta mbili, lakini zinaweza zikaja hata trilioni ishirini, na ndio pale ambapo labda nikumbushe kwamba serikali inavyoziuza hizi inaziuza kwenye kwa njia ya mnada ni mm. auction sasa tunaposikia mnada, mnada ni kama ilivyo minada mingine tumeishi yote. Unaweza ukaenda huko makanisani, na kuna siku zile, miaka ile, kulikuwa kuna mmoja anasema sijui mia tisa itapendeza. Kwa hiyo mia tisa itapendeza, maanake ni kwamba tayari alikuwa ameshinda. Kwa hiyo hata huku unapokuja kununua hii zamani za serikali, maanake utawajibika kutaja bei. Kwa hiyo kwenye kutaja bei kule ndiko ambako sasa sisi tunachukua tuna, tuna kutokana na zile bei zilivyokuja kwamba kama leo tunataka bilioni mia mbili sabini na mbili na soko limetuletea bilioni mia tisa kwa sisi tutaenda kuchukua kwa hao waliokuja kwa mmoja mmoja kwa sifa ya bei mm, alafu tutafika mpaka pale kwenye bilioni mia mbili sabini na mbili alafu tutapiga mstari. Kwa hiyo zile zingine zilizozidi sisi hatutazichukua kwa maana zitarudi kwa hazitakuja huku serikalini. Medadi kwa upande wako, mchumi eh, kuna elimu ya namna gani ambayo wananchi wanapaswa kuifahamu kuhusiana na masuala haya ya dhamana mm? E, pengine ni kitu ambacho hawakifahamu au hasa changamoto ambazo umeshuhudia. Okay, nashukuru mm -hmm. Uh, elimu ambayo wananchi na bidi wawe nayo kuhusu uwekezaji kwenye hizi dhamana za serikali kwa kifupi ni, ni elimu fedha ya kawaida uh, namna ambavyo kwanza anaweza ku, kama alivyoanza ndugu yangu Madembwe anaweza kwenda kuwekeza wapi anaweza kuanza na shilingi ngapi na nini pato lake au return zake zitakuwaje, kwamba ataanza kupata gawio kwanza kila baada ya miezi sita, ambao linahesabiwa kwa mwaka, riba ya mwaka, lakini analipwa kila baada ya miezi sita, pamoja na ule na ile faida ya mwisho ambayo anasema upon maturity, kisha hivyo atarudishwa fedha yake. Lakini pili siku hizi Benki Kuu amerahisisha mambo. Ukienda kwenye tovuti yake kuna kipengele ameweka pale kabisa. Mm -hmm. mtu anaingia anachagua kati ya treasury bill au bond. Akibonyeza pale kwenye bond anaweza kuingiza kiwango cha pesa ambacho anacho yeye na inamfanyia ina mahesabu pale, anaona kabisa kwamba kila baada ya muda fulani nitakuwa napata kiasi fulani kutokana na uwekezaji wangu kwa muda wa miaka ishirini mm -hmm. na tano kwa hiyo pamoja na kwamba wananchi of course wanahitaji elimu fedha ya namna ya kuwekeza hizi dhamana na faida zake zikoje, lakini vile vile sasa hivi benki kuu imerahisisha kwamba tuna, tuna, tuna, tuna, tumeweka leo mahesabu kwa uwazi zaidi, kila mtu aweze kuona kwamba nikiweka hela yangu hapa, mm. faida yangu au riba yangu itakuwa ni kiwango hichi kwa muda fulani. Kuna tofauti gani kati ya uwekezaji huu wa dhamana na uwekezaji mwingine wowote ambao mtu anaweza kufanya? Tofauti kubwa sana ya uwekezaji wa kwenye dhamana kama unavyofahamu, uwekezaji kwenye sekta za uzalishaji au wanaita sekta halisi au real sector sio mrahisi, una, si una changamoto zake. Kwanza kuna swala la usimamizi inabidi uwepo, kuna swala la kufanya mahesabu, kuna swala ya changamoto za mabadiliko ya sheria na vitu kama hivyo, si ndio? mm -hmm. au sera mbalimbali. Lakini kwa upande wa dhamana za serikali uwekezaji wake umenyooka zaidi, upo straightforward. Unampa hela serikali, anakupa gawio ikisha iva ile dhamana yako anakurudishia fedha yako mm -hmm. na mara nyingi wana hizi hizi hizi hizi uwekezaji huu waga wanaita ni ile risk free instrument, kwa sababu tunaamini kwamba riski yake ya wewe kupata hasara ni ndogo sana kutokana mm -hmm. na mtu ambaye unampa hiyo pesa ambaye ni serikali mwenyewe mm -hmm. na kama tunavyofahamu serikali ina vyanzo vingi vya mapato ikiwemo kukusanya kodi. Kwa hiyo kuni uhakika kwamba hawezi kushinda kukulipa wewe uwekezaji uh, wako iwapo yes. hapo mwekezaji uh, wa bond Uh, ikatokea akafariki na hakuna mtu mwingine yeyote anayefahamu kuhusiana na uwekezaji wake huo, ni utaratibu gani ambao unakuwa unafuatwa? Yeah. E, ni kweli kwamba binadamu huishi na baadaye utangulia mbele za haki. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba ukiwekeza kwenye, kwenye bondi maanake ni kwamba umeongeza mali, kwa hiyo bondi inakuwa ni sehemu ya, ya mali yako kwa hiyo kama tuna utaratibu ambao Rita wamekuwa wakitukumbusha kuandika wosia, japokuwa naona jamii zetu wanaona kama kuandika wosia ni uchuro. Watu waandiki wosia hmm. Kwa hiyo mtu ana, anatangulia mbele za haki na ajaeleza mali zake zitafanywa vipi akiwa yupo. Kwa hiyo kwa sababu bondi ni mali, kwa hiyo cha kwanza tunasema kwenye huyu anayewekeza kwenye bondi maanake ni kwamba sisi benki kuu kwenye mifumo yetu tutakuwa na taarifa zake kwa hiyo zile taarifa zake e, kubwa kabisa na ya msingi ambayo tunakuwa nayo ni benki akaunti ya akiba mm, ambayo hiyo unaisema wewe kwamba ile faida tuwe tunaweka kwenye hiyo akaunti mm. Na kwa sababu uwekezaji huu wa kwenye fedha ni ukweli kwamba watu wengine wanawekeza kwa siri, kwa hiyo cha kwanza wakinachotokezea kwa sasa hivi ni kwamba Uh, ukitangulia mbele za haki tunasema uhusiano wako wewe na benki ile ambayo ilikuwa na hiyo akaunti ya akiba huwa una, unaisha. Kwa hiyo ina maana benki wanawajibika kuifunga ile akaunti. Kwa hiyo huku kwa upande wa serikali kwa maana ya benki kuu eh, kwenye zile tarehe ambazo tumeainisha, tutakuwa tunalipa wale magaio tukilipa kama let's say leo tarehe kumi na ngapi, kumi na nane, kama kuna magawio kwa maana ya ya riba <coughs> zinazoripwa, maanake na maana kinachofata kina huwa ni, ni, ni reconciliation kesho hmm, yake kuangalia je, zile hela tulizolipa zote zimekwenda. Kwa hiyo kuna zingine ambazo zinakuwa hazijaweza kufika kwenye akaunti ya wateja kwa sababu kadha wa kadha, mojawapo ni kuwa akaunti imefungwa. Kwa hiyo kiashiria cha kwamba akaunti imefungwa kuna uwezekano labda mtu amefunga kwa utashi wake lakini mara nyingi sana kwetu sisi na uzoefu uzo wetu unaonyesha kwamba huyo mtu tayari hayuko duniani na mm -hmm. kwa sababu kwenye uwekezaji huu ndio maana tunatumia benki zetu. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi huku Benki Kuu kuwasiliana na benki husika mm -hmm. na kuambia kwamba hiyo akaunti mlioifunga, huyo mliomfungia akaunti yake alikuwa na uwekezaji. Kwa hiyo kwa sababu yule aliofunga alikuja pale, lazima kutakuwa kuna mawasiliano. Kwa hiyo kufanya hivyo atajikuta kwamba tayari amejua huku serikalini kuna huo uwekezaji, kwa hiyo hakuna kinachopotea ni hmm. Ndio maana tumesema ni salama zaidi. Kuna, hmm. kuna minada ambayo imekuwa ikifanyika ee. minada hii ya dhamana ni minada ya namna gani kwa anayetazama aweze kupata hiyo elimu na ushiriki wake huwa upoje? ya yeah, ni, minada kama ulivyo mnada mi, mwingine wote, kwamba sisi tukishatoa ile ofa maana yake dhamana inakuwa iko wazi kwa Watanzania kama nilivyosema kinachokuja ni kutaja bei yako, kwa maana ya kwamba hatua ya awali utabidi ufungue akaunti ambayo ni utambulisho maalum kwetu sisi, ni akaunti ya kipekee ambayo tunaitoa sisi benki kuu. Kwa hiyo tukishakuwa na hiyo akaunti, maana yake na maana kinachofuata ni wewe kuitikia. Uh, ile kalenda yetu tuliyoitoa, kwamba let's say, kwa mfano kama wewe ni Mtanzania unataka bondi ya miaka miwili, kwa hiyo utajua inauzwa lini. Kwa hiyo kabla hiyo siku mm. utawajibika kwenda kwenye benki na kuwaelekeza sasa unataka kuwekeza shilingi ngapi. Mtu mtu anaweza kuwekeza kwa niaba ya mtu mwingine, au anaweza pia kuwekeza katika joint account kabisa kabisa. Unaweza kumwekezea mtoto mm. kwa maana mtoto wako ambaye hajafikisha miaka kumi na nane unaweza kumwekezea unaweza ukawekeza wewe na mwenza wako, mnaweza mkawa mna kikundi chenu mmekisajiri eh, au mnaweza mkawa labda una kampuni yako au na taasisi zingine zote wote na usio kuja kuwekeza mm -hmm. Kwa upande wa wachumi Medad, inawezekana mm -hmm. Uh, mnaona haya mambo kwa jicho wasomi uh, wanasema la tatu mnahisi mm -hmm. Uh, kipi ambacho kinapaswa kuboreshwa ili uh, manufaa yaweze kuwa makubwa zaidi kwa wawekezaji pamoja na uh, mwekezaji mkuu ambaye ni serikali kitu ambacho inabidi nadhani kiboreshwe na naona sasa hivi kimeanza ku, tumeanza kuona kama kuna improvement au kuna kuimarika kwa hali ni wananchi kufahamu kuhusu uwekezaji. Kwenye miaka hii ya karibuni kumekuwa na ongezeko kubwa sana la wawekezaji ambao ni watu binafsi mm. Kwa sababu sisi aga, kama alivyosema Madembwe hapa, taasisi mbalimbali zina uwezo wa kuwekeza, na ilivyokuwa zamani mara nyingi ni mabenki na taasisi kubwa za fedha kama pension funds zilikuwa ndio zinawekeza zaidi kwenye dhamana za serikali kwa sababu wanajua faida zake, lakini kwa sasa tumeanza kuona wananchi wengi wakiwa na mwitikio mkubwa kwenye kuwekeza katika hii dhamana. Kwa hiyo ukiniuliza mimi, ni kitu gani ambacho inabidi kifanyike, ili kwanza wananchi waweze kupata faida nzuri, kwa sababu hii ni fursa ya kuchangia maendeleo huku unapata faida, lakini vile vile waweze kuisaidia serikali yao Ku, ku, kuweza kufanya kukidhi ile nakisi ya bajeti ni elimu, ni elimu kuhusu uwekezaji wa kwenye hizi dhamana, ndio kitu cha muhimu zaidi ambacho mnaweza kuona inabidi kifanyike na ambacho tunafanya sisi benki kuu, of course yes. mm -hmm. yeah, yeah. pengine kuna lolote ambalo natamani uzungumze kuhusiana na hili kwa kumalizia, yeah? Kwa kumalizia of course utaona tumezungumza kuanzia mwanzo, tunazungumza habari juu ya ukiwekeza kuna gawio unapata ambalo ni riba na inaonekana kwamba pengine inaweza ikawa inahitilafiana na imani za watu wengine, kama wenzetu wa Islamu wengine hawaamini na kukubali kwenye riba, kwa sababu wanaona kwao riba ni haramu. Kwa hiyo nitumie pia fursa hii kusema kwamba tunayo pia hati fungani ambayo imetolewa na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ambayo yenyewe imejielekeza kwenye Kwenye, kwenye, kwenye, kwenye sharia compliant okay, ambayo uh, mtu ambaye anaona kwake riba ni haramu. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaambia Watanzania ambao wao wamefungamanishwa na imani kwamba wanao fursa ya kuwekeza kwenye hati fungani ambayo imetolewa na serikali ya mapinduzi Zanzibar, inaitwa Sukuku bond. Imefanya vizuri na wamefanya trench yao ya kwanza na wataendelea na zingine. Kwa hiyo, hiyo isiwatatize isi, isi eh, Watanzania ambao wao wana ethical eh, behavior kwamba hawawezi kuingia kwenye riba hiyo. Niliona nisiache ili kusudi tuwe na wigo wa Watanzania wote sawasawa. Tunashukuru sana kwa muda wenu, nashukuru sana. Bila shaka ndugu yangu pia Hilda, umepata elimu ya kutosha juu ya masuala ya dhamana. mm -hmm. Tunakamilisha hivyo tumezungumza kuhusiana na elimu ya uwekezaji kwenye dhamana ama bonde tumezungumza hapa na Ephraim Madembwe ambaye ni mchambuzi wa masuala ya fedha kutoka benki kuu ya Tanzania BOT, lakini Medadi Limbe ambaye ni mchumi pia tumepata uzoefu kutoka kwake. Tunakamilisha hivyo kwa sasa.